Ndiyo inawezekana ilianza kawaida tu kama miwasho ya mara kwa mara na wewe ukaichukulia ukai kawaida. Ila tatizo likawa kubwa zaidi pale ambapo ilifikia uke wako ukaanza kutokwa na uchafu. Dadaangu, mamaangu, hayo ni mashambulizi kwenye via vya uzazi. Tunaita Pelvic Inflammatory Disease ambayo imewasababisha wanawake wengi mpaka sasa wamepitia hali ya kutopata mtoto, mpaka sasa wamepitia hali ya kuvunjika kwa mahusiano yao, ila mpaka sasa wanapitia hali ya kupatwa na harufu mbaya hata wakati wa tendo la ndoa. Ila mbaya zaidi, hii hali ikiendelea, ndo chanzo kikubwa cha saratani ya shingo ya kizazi kwa mwanamke. Hivyo basi, usijali kama umehangaika kwa muda mrefu, ninalo suluhisho ambalo litaenda kusaidia kuondoa changamoto yako, nawe utaendelea kuenjoy maisha kama ilivyokuwa hawari. Hakika mashambulizi kwenye via vya uzazi yanatibika. Nipigie namba yangu, iko kwenye profile au gusa linki hapo chini.